Sisi wazee tumewakabidhi kiti chao cha utemi. Wazee wako wapi alafu na wanani wako huku? Sasa kiti tumekukabidhi chao cha utemi, na nguo yako ni ya utemi t ya uganga na utemi. Tatu, mkuki ni silaha ya kupiga wapinzani hakuna mji uokusoa upinde na mishale zake mishale wako ndio kwa mbele ya umati wote wa wazee hawa ambao waliakuzaa mababu zako mabibi zako. Tatu, tumekupa mbuzi huyu kama ufuge nyingine. Tumekubalisha jina

Changisho hata shilingi mimi, na familia yangu tutanyanyua boma la zahanati mpaka tufunge rinta na hatimaye nipeleke kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kulifanyia kazi. Hiyo ndio heshima kubwa na mimeoroiaa Suala la zahanati ni langu mimi na familia yangu. Hamna mtu atachangishwa. Na tutainyanyua, tutaimaliza. Mungu atatupa nguvu tutafanye. Asante. Sisi ya mwoye. Taratibu na... za serikali zilivyo, Kwa ajili wa mama hawa na watoto hawa na watu wote wa hapa. Taratibu za serikali, Tukianza kujenga zahanati, Uwe inabidi ujenge mpaka ifike kwenye rinta. Halafu mimi napeleka kwa Dr. Samia anaifanyia kazi. Sasa nimemuuliza mwenyekiti wa kijiji akaniambia, mawe hapo. Nimeongea na mke wangu, swala la kunyanyua boma la zahanati kuanzia chini mpaka kwenye lenta juu, ntalifanya mimi na familia yangu. Hamtachangishwa hata shilingi kumi. Tumeelewana? Ndio, kwa mawe yaliyopo. Wananchi wa Nyakahama, hamtachangishwa hata shilingi. Mimi na familia yangu tutanyanyua boma la zahanati mpaka tufunge rinta na hatimaye nipeleke kwa mheshimiwa rais kwa ajili ya kulifanyia kazi. Hiyo ndio heshima kubwa, na mimi yrudiza hapa, swala la zahanati ni langu mimi na no familia yangu, hamna mtu atachangishwa, na tutainyanyua, tutaimaliza. Mungu atatupa nguvu, tutayafanya. Asante sana. sisiem oye